Na, na kushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze ku, kuomba mwongozo wa kiti kuhusiana na jambo lililotokea leo mapema leo wakati tukifanya zoezi la kupiga kula. Kwa maelezo yako Mheshimiwa Spika, mwanzoni ulisema nafasi hizi zinaombwa na watu wanaoweza kuongea Kiingereza, lakini wakati zoezi hili likiendelea tumeshuhudia mwombaji mmoja ambaye amechaguliwa kuwa mwakilishi wa nchi yetu kutoka kambi ya walio wachache. Kwa sijamjua jina vizuri, lakini nimesikia anaitwa Shingo. Ulishuhudia mwenyewe Mheshimiwa Spika, alishindwa kujieleza Kiingereza, hata cha kwangu kina nafuu. Sasa, sasa Mheshimiwa Spika, kwa maelezo yako nilitaka kupata mwongozo kwamba kama naliomba kwa Kiswahili, kama inaruhusiwa kupeleka watu wenye Kiswahili, kwa nini mnatunyima nafasi ambayo hatukupata bahati ya kujua Kiingereza? Na yeye kwa nini aende? Nashukuru, naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Musukuma ameomba mwongozo. Hii ni jambo la nini tu, hii demokrasia, na this time tumefanya, tumefanya kuchaguana siku zote, tuna nominate haya majina na kambi ya upinzani wako wachache na nafasi iliyokuwepo, nafasi ya kambi ya upinzani ni nafasi moja tu. Hakuwa na mshindani kwenye nafasi hiyo, lakini sauti ya wengi, nyinyi ndio mlimchagua. Labda wewe kumchagua, lakini wanzake wamemchagua, wamemchagua. Kura zimepigwa wazi, zimehesabiwa wazi, na mawakala wamesaini karatasi zote kuthibitisha, wamehakiki kuchaguliwa kwa ndugu yetu huyu. Na huko atapokwenda atajifundisha kiingereza na ataelewa tunapopeweka watu so lazima sio hao wote wanakwenda wanakwenda kuchangia lakini tunakwenda kuna misimamo ya nchi na nchi lazima tupige kura kwa misimamo ya nchi ambazo ni marafiki na wao wanataka kuingia kwenye nafasi hizi ndugu msukuma kwa bahati mbaya labda ukujua kujua masharti haya kimasharti Kima haya yanakwenda na busara na hekima. Waheshimiwa wabunge, kwanza napongeze leo tumefanya demokrasia ya haki.